Clatous Chama na siri ya kilio cha mizimu. Kama umepata bahati ya kusoma vitabu mbalimbali vinavyochimba juu ya falsafa ya Kiafrika basi, nikwambie tu hongera kwani umechagua kilicho chema. Yes, kilicho chema, amini nakwambia. ni falsafa ya Afrika pekee inayoamini kuhusu mizimu ya mababu kwa mababu, ambayo hufurahi inapoona mambo yanakwenda sawa, lakini pia mizimu hii huchukia kwa kiasi kikubwa pindi mambo yanapokwenda kombo Mael maelezo haya juu ya mizimu, usifikiri labda nimejitungia, la hasha, ni nukuu alizowahi kuzitoa mwalimu wangu wa falsafa ya Afrika katika chuo kikuu cha Katoliki Ruaha mkoani Iringa mwaka 2018 naam. Yawezekana katika ulimwengu wa kiroho hivi sasa zinafanyika ibada za utakaso juu ya hasira ambayo pengine mizimu ya mababu wa klabu ya Simba wako nayo, mara baada ya taarifa ya kuondoka kwa mtoto wao, roho yao, na pengine kijana wao waliyempenda zaidi, ndiyo ni Clatous Chota Chama, tena yamkini hasira yao imegoma kushuka kutokana na kile alichokichagua Chama kujiunga na Yanga. Lo, ajabu iliyoje hii! Nitakruba ni takribani miaka mitano imepita hivi sasa tangu Clatous chama atambulishwe mbele ya makuhani na wazee ishirini na watano kando ya mashabiki wa Simba ambao kwa wakati huo pengine hawakuwa na imani kubwa kama siku moja Clatous yangegeuka kuwa shujaa wao kiasi ha ja kuimbwa kuanzia mitaani hadi kutungiwa sheria bungeni. Huko kote haikuimbwa Mungu ibariki, bali abarikiwe Chama lakini sasa yote yamefikia ukingoni na sasa rasmi Clatous yamewekwa wakfu wa kula kiapo mbele ya jamhuri ya wananchi Yanga kwa ajili ya kuwatumikia kuanzia msimu ujao wa mashindano. Sijui itakuwaje lakini nitakuwepo, I promise you. Bila shaka mpaka sasa Chama ndani ya Simba hakuna anachodaiwa, kwani kila kitu alichohitaji kukitoa kama mchezaji bila shurti amefanya hivyo. Anaondoka akiwa na zaidi ya mabao 30 na zaidi zaidi ya pasi za usaidizi arobaini ndani ya Simba. Hapa usisahau kwamba mpaka sasa yeye ni miongoni mwa wafungaji kumi bora wa ligi ya mabingwa Afrika, ligi ambayo yupo Al Ahli na Mamelodi, lakini Chama amefunga zaidi ya mabao 14. Sijui nini kinamtoa Simba, pengine labda ni fedha au malupulupu kibao anayokwenda kuyapokea mitaa ya Twiga na Jangwani. Mimi sijui, au pengine anatamani kuingia katika historia ya kuwatumikia kwa wakati mmoja, mafahari wawili wa soka Tanzania, Simba na Yanga, ambao kwetu ni zaidi ya timu za mpira za kawaida kama isivyo kawaida kwa Mohamed kawaida wa UVCCM taifa. Kwa hili niko tayari kubeba dhamana ya chama, naam niko tayari kufanya ibada ya kuchinja ili kuwaomba mizimu ipunguze hasira zake juu ya Chama, kwani mwisho wa siku soka ni biashara na kazi kama ilivyo kazi nyingine. Hapa nitawafafanulia zaidi ya kuwa Chama wakati anakuja Tanzania mwaka 2018 na hakuja kutafuta umaarufu, bali pengine umaarufu ulimtafuta yeye. Nitaomba tena kwa kunyenyekea, huku nikieleza wazi maisha ya mwanasoka ni mafupi sana, hivyo muache aende katafute pesa Yanga ili mwisho wa siku atakapoamua kurejea kwao Zambia arejee kama shujaa na sio fukara. Sijui ni nini Mwalimu Gamondi atafanya, maana naona ni kama amebebeshwa bomu zito la kujitoa muhanga ili hali yeye bado hajaaga familia. Kwenye eneo analocheza chama kuna Azizki Pakome, Max na wengineo, sijui itakuwaje. Ninachosubiri ni kumuona chama akihamishia yale aliyokuwa akiyafanya ndani ya mitaa ya Msimbazi kiasi cha kuteka hisia za mashabiki wa Simba. Kama je, ataweza pia kukifanya akiwa Yanga? GSM na Harris Saidi, kwa mwonekano wao wanaonekana ni watu waungwana sana, wasio na makuu na watu sawa, lakini kwa hili la kumteua askari chama ndani ya jeshi ambalo tayari lilikuwa makini na kamili, sijui mmekusudia nini? Binafsi nilimwomba Mungu anipe subira ya kushuhudia mapinduzi ya kikabila nchini, kwani Mpemba ana duka Kariakoo na Mchaga anauza duka Usukumani. Lakini kwa hili la chama ndani ya Yanga, basi nimelihifadhi mbali katika ubongo wangu. Labda pengine siku nikiwa katikati ya moto huku nikipiga stori na wajukuu zangu, nitawasimulia juu ya hili lililotokea tarehe moja mwezi wa saba mwaka elfu mbili na ishirini na nne. Ile ndoto iliyokuwa ikisimuliwa na wengi kama ndoto isiyowezekana hatimaye imetimia. Ni kama ulale, kisha wote Rais Vladimir Putin anakunywa chai na kupiga stori na Joe Biden, huku pembeni yao CCM wanazungumza na Chadema juu ya kuendeleza gurudumu la Tanzania, au pengine ndotoni waonekane Israeli wakizungumza na Palestina kusitisha vita. Naam, ndoto zote hizo bila shaka zinaonekana kutokuwezekana, lakini kwa hili la Chama ndani ya jezi ya njano na kijani msimu ujao, sio ndoto, amka, ni kweli Chama is green and yellow. Makala hii imeandikwa na Ashent Wilson na kusimuliwa kwako na mimi Waridi Almasi.